Endelea kutufuatilia kwenye mtandao, lakini leo natamani zungumze mada inayosema ushindi dhidi ya dhambi. Ushindi dhidi ya dhambi, ushindi dhidi ya dhambi. Ah, kwa uchache tunaelewa wazi dhambi ni nini, lakini natamani angalau tuseme dhambi ni nini. Maandiko matakatifu yanatuambia wazi, ukisoma ule barua ya kwanza, aa, ya Mtume Yohana sura ya tatu mstari wa nne inatuambia wazi kwamba dhambi ni uwasi. Inaanza kwa kusema kwamba kila atendaye dhambi afanya uwasi, maana dhambi yenyewe ni uwasi. Kwa hiyo, kwa tafsiri ya kwanza ya kawaida ya dhambi, tunaelewa wazi kwamba dhambi ni uwasi. Na unapozungumzia swala la uwasi, ni lazima uelewe hasa na uwasi wenyewe ni nini, kwa sababu muda mwingine unawezekana ukawa nafikiria ni jambo lingine la kuchekelea, lakini ukweli nukweli, nukwamba, ambayo, video, ni kwamba ni jambo ambavyo vilivyo ni hatari. Ukizungumza uasi, uh, ni upinzani au kupingana na mamlaka iliyowekwa kiusahihi ama iliowekwa kiusahihi uh, na kuamua kutembea kwenye njia zako wewe mwenye mwenyewe unazoziona ni sahihi kwenye maisha yako, yaani kuamua kusema hii mamlaka iliyopo hapana mimi naamua kutembea kama jinsi ninavyotaka. Sasa huu kwa ufupi unaitwa uasi, ambayo sasa kimaandiko imeitwa hii ni dhambi yenyewe ya asilia. Kwa hiyo mtu yoyote kwenye maisha ya kawaida, ambapo anapoamua kukiuka ule utaratibu wa Mungu aliyoweza kuweka na kuamua kutembea kwenye njia zake mwenyewe anazozifahamu, hii tayari tunaita ni uasi mbele za Mungu kwa hiyo nakuwa umeasi kile kitu ambacho Mungu aliamua kukipanga na kuamua kukiweka kama utaratibu wake wa kuweza kuishi, unaamua kuweka pembeni na kuamua kutembea kwenye njia yako unayoiona ni sahihi. Kwa hiyo tunapozungumzia ushindi dhidi ya dhambi, tunahitaji tuone namna gani hii dhambi tunawezekana tukaishinda kwa sababu ni mara nyingi sana, watu wengi, yapo mafundisho mengi, watu wanasema kwamba uwezekano wa kuweza kuishinda dhambi huu ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini leo mimi natamani ubadilishe mtazamo, nije na mtazamo huu kwamba kuishinda dhambi inawezekana, na ziko njia kadhaa ambazo tutaweza kuziona za kuweza kukusaidia wewe kuweza kuishinda dhambi. Lakini lazima tuanze tuangalie kwanza dhambi yenyewe ni nini. Kama tulivyoweza kuona, dhambi ni uasi na tukaona nini maana ya wazi, tukasema maana ya wazi ni upinzani dhidi ya mamlaka. Kama ni kiroho tunasema ni dhidi ya mamlaka, ni upinzani dhidi ya mamlaka ya kimungu ambayo ipo, ambapo Mungu na mwenyewe ameweka sheria zake, taratibu zake, na namna gani ya kuweza kuishi naye, ukiwa umeunganika naye, kama ni Kristo ama mtu yeyote ambaye umeumbwa na Mungu, lakini pia na kwa ajili ya jamii ambayo inayokuzunguka, ili uweze kuishi nayo vema na tumeona wazi kutoka kwenye waraka wa kwanza uh, wa Yohana ile sura ya tatu mstari wa nne tumeona kwamba akila mtu anayetenda dhambi anafanya uasi dhidi ya Mungu, kwa sababu dhambi yenyewe kiuagisia ni uasi. Kwa hiyo huu kama ni upinzani dhidi ya Mungu, ni lazima tuone kama ndio hivyo. Sasa lengo kubwa la dhambi ni kuleta kifo na mauti, au dhambi yenyewe ni kifo na dhambi yenyewe inaua Yani, tuachane habari ya kuweza kulanganyana kwamba dhambi unawezekana ukaifanya ukafanya, lakini kiuhalisia dhambi inaua. Ni kweli kabisa inawezekana, kwa sababu uh, kwenye waraka wa mtume Paulo kwa Warumi uh, ukisoma ile sura ya sita uh, mstari wa 23. anasema wazi mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. kitu gani ambacho Mungu anakuwa anahitaji? upo ushindani Yani wewe maamuzi yako kuweza kuamua kwamba uh, nampenda Mungu basi nipate uzima ndani yangu, ama niendelee kuisha aya maisha yenye giza ambayo yatanipelekea hatima yake uh, kupelekea kufa. Kwa hiyo dhambi yenyewe kama dhambi yenyewe inawezekana, kifo hiki kinawezekana ikatokea mara mbili, maanake nimesema dhambi inaua na ni kifo. Kwa hiyo kifo hiki kinawezekana katokea mara mbili, kifo cha kimwili kawaida, kwa kuona ama hata kifo cha roho mara nyingi, pamoja na kuzungumzia kifo cha rohoni, lakini uhalisia dhambi na uwezekano ikasababisha mpaka kifo cha kawaida cha kimwili cha macho haya ya nyama kushuhudia wazi kwamba kwa mtu anakufa. Tukichukulia mfano wa kibiblia ya kimaandiko kwenye Matendo ya Mitume, ile sura ya tano, kuanzia unapoanza ile sura ya mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa kumi unakutana na kisa cha wapenzi wawili ambayo ilikuwa ni Anania na Safira hao watu walikwenda miguuni pa mitume, wakauliza na sisi tunapaswa kufanya nini ili kuwepo kwenye hii jumuiya? Na mitume hawakuwa na hiana, wakawaambia wazi, basi nendeni mkauze mrigo nao, lakini ni na kwa yari na wao wenyewe kwa maamuzi walioweza ukifanya, wakaenda ni kweli wakauza shamba lao, na baada ya kuweza kumaliza kuuza shamba lao kwa sababu ndani yao palikuwepo na roho au na mzunguko wa ule nani dhambi kila mmoja alipoweza kuuza mume akaficha kivyake, na mke akaficha kivyake. Na unaona mwanaume Anania, anafika mbele ya Petro, anamwambia Petro, anamuuliza swala la msingi sana, anamuuliza je, hiki kiasi ulichoweza kuleta miguuni kwa mtume ndicho ulichouza ile shamba? Na kweli yeye mwenyewe anaamua kusema uongo, anasema ndio, ndicho tulichoweza kukiuza. Petro alichomweza kumwambia akamwambia mbona mnamdanganya Roho Mtakatifu? Kwa maana unapokuwa, alipokuwa naongea na, na Petro, yeye Anania alipikini Petro, lakini pale alikuwa naongea na, na mimi, akamwambia mimi amkundanganya mimi, ila ni Roho Mtakatifu mlieweza kumug yani, aliposikia hivyo akaanguka miguuni akafa. Na wakati huo huo tena mke wake vile vile akafika kwa wakati huo na mwenyewe na uongo ule ule kama mume wake mambo ambayo ni matokeo ambayo tunayoona siku hizi za karibuni au ndoa za sasa hivi, watu hawana ushirika wa pamoja, kila mmoja ana chakwake. Na huyu aliuza akawavuzia kwa sehemu, kitu cha sehemu, na mwenyewe akatamka yale maneno ya mume wake. Usemi wa Petro ukawa ni ule ule, tazama miguu ya wale waliomchukua mumeo ah, ipo mlangoni. Aliposikia hivyo, akaanguka akagukaa. Hiki sio kifo cha kiroho, ila ni kifo cha kimwili, kawaida cha mtu ambaye kabisa amesikia ameamua kutenda dhambi, na hiyo dhambi imeleta mauti kabisa ya mwili unaoonekana. Na kama ulivyo wazi, unaona, kwa mfano mtu akiiba akauliwa, kilichoweza kusababisha moja kwa moja huyu mtu auliwe ni dhambi. Mtu kwa mfano kafumaniwa na mke au mume wa mtu, uh, imetokea kutokea, labda imetokea mauaji, kilichosababisha ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ni kifo na inaua. Lakini kuna kifo cha kiroho ambapo mara nyingi matokeo yake ni makubwa zaidi hata kama hautaweza kuona kwa kawaida. Aa, kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya kumi na nane mstari wa ishirini maandiko yanatuambia wazi kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa, na mwana hataweza kuchukua uovu wa baba yake wala baba hataweza kuchukua uovu wa mwanaye, kila mtu atachukua haki yake aliyotenda, aliyoitenda. Ina maana kama mwana alitenda uovu, huo uovu weza ukachukuliwa na baba, ila kila mmoja ni lazima ahusike na kubeba furushi lake alichokifanya. Kwa hiyo hiki kinachozungumziwa hapa ni kifo cha kiroho ambayo miongoni mwa watu wengi ambayo wamesababisha na kuipa nafasi dhambi inasababisha ifike mahali watu wafe kiroho, ingawaje wanawezekana wakawa na kura kawaida, wanavaa kawaida, wanatembea njiani na wanaona kuna matokeo yoyote ambayo inafika kiasi cha kwamba huyo mtu kumzuia asiweze kufa katika kifo cha kwanza tulichokiweza kukisema na mda mwingine. Kwa namna hiyo, watu wengi tumeishi hivyo tukiwa tunajipa matumaini, tunajifariji kwamba hakuna dhara yoyote mbona fulani alitenda, mbona fulani alitenda hiki, lakini hakuna kilichotokea. Mwisho wa siku, na sisi tunaishi kwenye mazingira hayo ya dhambi, mwisho wa siku tunakuja kuangamia, na tunaona hiyo mifano iko mingi. Kwa hiyo inachokifanya dhambi, ikisha kutawala, inachokifanya ndani yako, inakufanya matengenezo kiasi cha kwamba masikio yako hayawezi tena kusikia sauti ya Mungu. Macho yako na yenyewe yanakufa, kiasi cha kwamba hauwezi tena kumsikia Mungu tena. Kwa hiyo inatengeneza mkakati wa kuweka ukuta. Dhambi yenyewe inachokifanya, inapokutawala, inakufanya umkatae Mungu, na ukishamkataa Mungu ni rahisi sana kufanya unachokitaka, kwa sababu yupo anayekutawala ndani kwa hiyo dhambi ikichukua hatima ya kuweza kutawala maisha yako itakachoweza kusababisha ni kama mtume Paulo alichoweza kuambia Warumi sura ile ya kwanza. Aa, mstari wa ishirini wa kumi na nane tutaruka tu tusome mstari wa ishirini na moja na mstari nane, mstari sita, wa ishirini na nne hadi mstari wa ishirini na sita mpaka wa thelathini na mbili. Neno la Mungu linasema maneno haya Uh, machache ambayo tunawezekana tukajifunza kwa mtume Paulo, ambayo anayokuwa anayasema kwa wao Warumi, anawaambia hivi. Ukianzia mstari ule uh, wa kumi na nane anasema mwanzo akasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipinga ukweli kwa uovu. Kuna maneno machache ambapo nataka uelewe anasema ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu. Hajasema kwamba ghadhabu imetoka mbinguni kwa sababu ya mtu aliyeasi, ila anasema ghadhabu ya Mungu imeshuka kutoka wapi? Juu mbinguni, kwa ajili ya uovu. Kwa hiyo Mungu kamwe uwaga muadhibu mtu au waga hayuko tayari kwa ajili ya kuona anaangamiwa mtu, ila Mungu alichokiweka ni maangamizi ya dhambi. Ndiyo maana tangia mwanzo nimekwambia dhambi kama dhambi yenyewe inaua na dhambi yenyewe ni kifo. Kwa hiyo ghadhabu yoyote inapokuwa imeachiliwa kutoka juu inafuata dhambi, na anayeathirika na iye ghadhabu ni yule mtu aliyebeba ile dhambi. Kwa hiyo ukibeba dhambi uwe na uhakika utaweza kupata matokeo ya kuathirika kwako, au kukujwa kwako, kwa sababu ulichokibeba ndani. Ukimbeba Yesu, baraka zenyewe zinakuja kumpata Yesu aliyoko ndani yako, na zikija kumpata Yesu aliyoko ndani yako, wewe ndiyo unayenufaika na zile baraka. Kwa hiyo ninasema, uelewe vizuri. Anasema Paulo, anawaambia Warumi, anasema kwa maana ghadhabu imedhihirishwa kutoka mbinguni kwa ajili ya uovu na uasi wote wa mwanadamu waipinga ukweli kwa uovu. Na mstari wa 21, anaendelea kusema hivi, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika ujushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Kwa hiyo tunaangalia kama tulivyosema mwanzo, pointi yangu ya msingi, dhambi inapomtawala mtu inamsababisha huyo mtu amkatae Mungu. Kwa hiyo hapo tunaona mioyo yao ikatiwa giza. Moyo wako unapokuwa umetiwa giza, dhambi kwako inakuwa ni sehemu ya maisha, na hata mtu akikueleza kwamba hiki kitu ni kibaya, unakiona ni kawaida, kwa sababu unaona hakuna hasara yoyote iliyoweza kusababisha na hicho iwe ni urevi, iwe ni kitu gani. Kwa hiyo kwako naona hata nikio taratibu haina shida, uwe ni uzinifu, uwe. Unasema ni nani ambaye anaweza kuishi bila kuzini? Kwa hiyo na wewe mwenyewe una uwezekano ukatumia taratibu au kanuni za hapa duniani kama watu wengine wanavyoishi bila kujua madhara yake inakuwa inasababisha nini? Kumbe kifo cha roho yako imekufa na moyo wako umetiwa giza. Kwa hiyo kama ukishatiwa giza auwezi ukamsikiliza Mungu, utakuwa unamkataa Mungu na mstari wa ishirini na nane nasema, kwa ajili ya hayo, yapi yale tuliyoweza kuyataja, moyo tayari ushakuwa na giza. Sasa kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha. Mungu anaamua kukuacha kwenye tamaa za moyo wako, ufuate uchafu. Watu wamemkataa Mungu kwenye fahamu zao, na hawakumkataa hivi hivi, waliruhusu dhambi katawala maisha yao. Kwa hiyo dhambi na yenyewe ikaweka ukuta, watu wakaanza kumkataa Mungu. Na mstari wa ishirini na sita unaendelea kusema hivi. Hivyo anatoa suluhisho. Nini kilichotokea baada ya kumkataa Mungu? Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Kuna mambo awamu hii yanatendeka, siku hizi yanatendeka, ni mambo ya ajabu na aibu hata kuyasema mda mwingine inakuwa ni aibu. Akasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha wa wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasio ya asili ya wanaume nao vivyo hivyo. Haya mambo yakaendelea, ndio tunaona leo ushogo unatawala mambo, wanafanya mambo ya, na, ya nasa mambo ambayo ndani ya jamii ni kinyume lakini haya yote ni kwa sababu ya uovu, mtu kuikataa kweli, akili zao zisizofaa wayafanye yasiyowapasa. Angalia wanayoyafanya ni mambo gani? Wamejawa udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa mbaya, wamejawa usuda, uuaji. Watu leo mimba kutolewa ni kitu cha kawaida, watu kuchukia ndugu zao ni kitu cha kawaida, akina mtu wala angaliki wala apate maumivu yoyote. Ona ndugu yake ni mchafu, kumwita hivi ai, ni hali ya kawaida, lakini kwa sababu moyo wake umetiwa giza, anasema, wamejaa fitina, wamejaa hadaa, ni watu waniambii wenye kusengenya. Hayo basi ni mambo ambayo yamefanyika kama kuwa ya kawaida, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari wenye majivuno, wenye viburi, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiowapenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana. Sio kwamba wanatenda kwa bahati mbaya, ila wanafahamu wazi, wakijua sana, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayetendayo hayo imewapasa mauti, wayatenda hayo, wala sio hayo tu ila wanatenda kwa kukubaliana. Uone dhambi jinsi ambavyo ulivyo. Kwa hiyo dhambi, mtu anapokuja kutenda nani dhambi, sio kwamba anajihukumu mwenyewe anafanyaje, ila ndani yake ipo hali ya kuweza kumsababisha atende hicho anachokitenda, na anaona ni kitu cha kawaida. Ndio maana hata akaendelea, kaendelea Galatia, na mwenyewe ile sura ya tano mstari wa kumi na tisa mpaka ule mstari, tukienda mpaka mstari wa haya na wenyene uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, paraka, uzushi, ubishi. Yani ameorozesha mambo mengi, usuda, urevi, urafi na mambo yanayofanana nayo. Katika hayo nawambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendayo mambo ya namna hiyo hawataweza kurithi ufalme wa wapi, wa mbinguni. Kwa hiyo tunapoangalia dhidi, ushindi dhidi ya dhambi, ni lazima ujue kwamba dhambi ina madhara gani na inaleta nini kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwa namna hiyo inatupa uhakika kwamba ni lazima ujenge chuki dhidi ya dhambi, yaani dhambi huwe ni ya namba moja adui yako kwenye maisha yako. Kwa hiyo sasa tufanyeje? Sasa ndio nimejikuta niko kwenye dhambi, ndio natenda, nimejikuta nimezamia huko, je ninafanyaje? Kwa hiyo leo nimekuja na njia hizi mbili. Kwanza ni lazima ujue kitu cha kwanza, je, nawezaje kuishinda dhambi? Hilo ndio swali lako la kwanza, au naweza ukajiuliza, je, naweza nikaishinda dhambi? Jibu ni kwamba kwa ni ndio naweza kuishinda dhambi. Nisikilize vizuri leo, naleta njia mbili tu peke yake ambazo zaweza kukusaidia kwa hiyo, namna ya kuweza kuishinda dhambi kwa namna ya pekee ni lazima, njia ya kwanza ni lazima, ni lazima ufanye toba ya kweli, uamue kufanya toba ya kweli na tunapozungumza swala la toba ya kweli, ni lazima uelewe vizuri maana ya toba. Ni kurejea kwa Mungu. Ulikuwa unaenda njia ya uovu, ukaamua kuiacha ukamrudia Mungu wako. Ulikuwa unatenda mambo yasiyo stahili, yaani upo kinyume. Ulikuwa wewe ni mpinzani wa Mungu, ukaamua kuachana na huo upinzani ukarudi kwa nani? Kwa Mungu. Maana ukisoma Yeremia, ile Yere sura 25, anasema na akasema, rudini sasa kila mtu na aache njia yake mbaya acheni uovu wa matendo yenu, mkakae katika nchi ambayo Bwana amewapa ninyi na baba zenu tangu zamani zile hata milele. Kwa hiyo anachokisema nini? Maana watu warudi kwa namna gani? Kwa kufanya toba, ni kuamua kurudi, lakini na kuachana njia zote zile za uovu. Unapoziacha zile njia za uovu, ni mojawapo ya kufanya toba, lakini hiyo toba ina maana inamaanisha kuachana vitu ulivyokuwa unavifanya kwa lugha nyingine kuamua kukabidhi maisha yako tena upya kwa Yesu, na unapoamua kukabidhi maisha yako yao upya na nini kwa Yesu, ni umeamua moja kwa moja kudhamiria kuachana na ile dhambi, sio ukurudi. Yaani mda mwingine uwezekano ukarudi, lakini na mambo yako unakuja nayo na, na ndio maana aliwambia kwenye nyakati uh, kitabu kile cha pili cha nyakati, ile sura saba mstari wa kumi na nne Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo, kinachofanyika ni huyu mtu kwa ajili ya kuweza kurudi kuamua kuachana na uovu wake, akaamua kumrudia Mungu. Hii ndiyo tunayoita toba ya kweli kudhamiria kuachana na dhambi kabisa, sio kujitahidi kuacha dhambi kabisa. Hiyo ndio inayofanya nani, toba, kugeuka. Na maandiko mengi na mafundisho mengi ya kanisa yanasema dhambi ni, yaani toba ni mwisho wa dhambi, sio amue amue, leo afu, amwe, tena kuja kujutia baadaye. Lakini njia ya pili ni ya Kristo, ama kukaa ndani ya Yesu Kristo mtu yoyote unawezekana ukaamua kufanya nini toba. Kumbuka, anayekuwezesha kushinda dhambi ni Yesu peke yake mwenyewe. katika mawazo yako na akili yako uweze ukaishinda dhambi, ila dhambi unaweza ukaishinda ukiwa ndani ya Yesu, na Yesu anataka ukae ndani yake, ujenge mahusiano ya kina, ukae ndani yake. hajasema usimame wala la. Ila anataka ukae ndani yake, Yohana uh, injili, kwa kadri ilivyoandikwa na Yohana, ile sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa saba mwanzoni, anaanza kusema maneno haya, akasema mimi ni mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima, na kila tawi ndani yangu lizaaro uzidi kulisafisha na tawi lisilo zaa uwaga linaondolewa kwenye mzabibu wenyewe. Na mstari wa nne anasema maneno waza, anasema kaeni ndani yangu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika na ninyi hamwezi kufanya jambo lolote msipokaa ndani ya mzabibu. Kwa hiyo tawi likiondolewa kwenye mti aliwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo na sisi tuliowaamini katika Kristo Yesu, au na wewe ambao unatamani kwa ajili ya kuweza kuishinda dhambi, ni lazima uamue kufanya, ndio umefanya toba, sawa hili kama njia ya kwanza. Umeamua kukubali Yesu, lakini amua kukaa ndani yake na unapoamua kukaa ndani yake, kumbuka na neno lake ikae ndani yake. Ndio maana ule 15 ile Yohana 15 mstari wa 7, anasema hivi kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, hakika mtakacho kiomba chochote nitaweza kuwapatia. Lakini sharti ni kwamba kwa wewe mwenyewe unaanza kukaa, sio Yesu anaanza kukaa, ila ni wewe unaanza kukaa, unafanya maamuzi ya kukaa ndani ya Yesu na hicho kitu kitaweza kukusaidia kwa ajili ya kuweza kufika mahali ambapo ukampenda Yesu. Lakini nini maana ya kukaa ndani ya Yesu? Waraka uh, wa Yohana ile sura ya uh, tatu mstari wa nne mpaka ule mstari wa tisa amesema wazi, amesema atendaye dhambi afanya uasi, ajua kuwa yeye alidhihirishwa, Yesu alidhihirishwa aziondoe dhambi, na dhambi haimo ya ndani yake. Hiyo hatua ya kwanza, na anaendelea kusema huyu mtu namna gani na anakaa ndani ya Yesu kila akaaye ndani yake, ndani ya Yesu atendi dhambi. Ili ndio swala la kuweza kuzingatia mashariki, kama unataka kujua kwamba nimekaa ndani ya Yesu ama sijakaa ndani ya Yesu ni kwamba mtu aliyekaa ndani ya Yesu atendi nini dhambi. Kila akaaye ndani yake atendi dhambi, kila atendaye dhambi akumuona yeye. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki, na kama yeye alivyo nini, wa haki na anaendelea kusema mstari wa nane atendaye dhambi ni waibilisi, kwa kuwa ibilisi mtenda dhambi tangia mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Na anaendelea kusema mstari wa tisa anasema hivi kila mtu aliyezaliwa na Mungu, kama unajua umezaliwa na Mungu anasema hivi, kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na nani, na Mungu. Hayo ni maneno ambayo yanakuweza kushika, ni maandiko ambayo yanawezekana kukusaidia kwa ajili ya kuweza kuishinda dhambi. Na ninasema nikwambie hivi, katika itimisho hili, ninasema ni nikwambie kitu hiki, ni lazima ujitahidi kutafuta maandiko ambayo yanakuweza kukusaidia kushinda na sio moja kwa moja yale ya kuweza kujitetea. Ninavyosema hivyo, kuna watu wengine wanawezekana wakachukua baadhi ya maandiko wakasema, mbona Daudi na mwenyewe alizini na mke wa Uria, na kwenye kuzini kule na mke wa Uria, lakini kwenye kitabu cha Yesu yenyewe anaandikwa kama mmoja wapo. Sasa hiyo usifanye, kutafuta maandiko ya kuweza kutetea udhaifu wako, ila tafuta maandiko ambayo ya kuweza kukusaidia kuishi utakatifu, maanake tunachokilenga, yote mwisho wa siku, tumuone Yesu Kristo pale mbinguni. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji wa Tumaini Jipya Duniani, lakini usisahau kusubscribe na kuweza kuwatumia ujumbe huu watu wengine waweze kujua ushindi dhidi ya dhambi, kwamba kuishi bila dhambi inawezekana, na kuishi utakatifu hapa duniani, ukio duniani, inawezekana. Usite kwa ajili ya kutufatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube, kwenye kila mahali tunapatikana kwa neno Tumaini Jipya Duniani.